Audhu billahi minashaitani rajim bismillahi rahmani rahim. <coughs> Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu, siku ya leo ningeomba nipe masikio kidogo, kwa maana niko na mambo matatu ambayo ni muhimu kwako wewe mwanadamu, ni muhimu zaidi wendo unaweza kuwa unayafahamu lakini haufahamu kazi yake ni ipi. Kabla hatujaendelea, kabla tujasonga mbele, ninakuomba support yako uweze kunisapoti channel yangu Mawaidha Media, uweze kusubscribe angalau tuweze kufikisha like subscriber elfu moja ya pili, unaweza ka subscribe Shekhe Jailani Hassan au Shekhe Lut Hao, ndio wanaotusimulia na kutupa hutuba zinazosafisha mioyo zetu zilizoganda na maovu. Unapo search itakuletea na utapata logo ya Mawaidha Media. Kwa hivyo ndugu wapenzi, tunapoanza mada yetu siku ya leo ningependa tu tuzungumzie mambo matatu ambayo ni muhimu alqalbi, ar ras na al-gildi. Mwenyezi Mungu ameumba alqalb ambayo ni moyo. Moyo ndiyo mkusanyiko wa kiwiliwili ya mwanadamu na mwanadamu, ngalau atapata madhara kupitia alkalbi ambayo ni moyo, mwili wote hautakuwa vyema au hautakuwa na hisia mzuri. Mwenyezi Mungu ameumba alkalbi ambayo ni moyo na huu moyo ndio umekusanya kila kitu, ama kila mshipa umeguza moyo. Mwanadamu kuumbwa moyo, ukawa ndio injini ya kila kitu ndani ya mwili wa mwanadamu. Mungu alikuwa na sababu. Tazama kazi ya moyo inapoenda kwa pigo kwa mpigo, tazama kazi kupigwa kwake mbio inayokimbia inafanya kazi kuu katika kiwiliwili ama ni katika sehemu ya mwili wa mwanadamu mwanadamu bila moyo huwezi ukahisi madhara yoyote, kwa maana moyo ndiyo umebeba hisia za mwili mwanadamu. Unapogongwa sehemu ikachipuka, huwa maumivu huenda ndani ya moyo. Kwa hivyo moyo ndiyo kila kitu katika sehemu ya mwanadamu, katika viungu ambavyo Mwenyezi Mungu ameumba kwa kiwiliwili ya mwanadamu mia tatu sitini na sita iwemo na moyo. Viungu hivi bila moyo hauwezi viwezi vikajiendesha, viungu hivi mwanadamu unapokosewa unapodhulumiwa unapopigwa, aidha umekosewa, umedhulumiwa kijinsia, umedhulumiwa kimapenzi, umedhulumiwa kihaki ya kibinafsi, umedhulumiwa na mtu mwenzako, kwa hakika maumivu yote huwa unayasikilia ndani ya moyo mwanadamu Unapoumia katika mwili ndipo unakuta kuna yale maumivu yanaweza yakakosoa ama yakakwaruza huu moyo, hadi pako ukafikia kukosa kupigwa moyo, ukakosa kupigwa na ukashikwa na ugonjwa wa moyo. Watu wanauliza kwa nini mtu anakosa kupigwa moyo. Damu inaweza kosa kusimama kwa kivipi? Damu inaweza kosa kusimama kwenda kwa moyo kulingana na magonjwa unayoyapitia, na hayo magonjwa ndiyo yanapeleka madhara kwa moyo, na unakuta mpigo wa moyo unafanya moyo unakosa kupitisha damu, au unakuta mishipa inakataa kupeleka damu. Mwanadamu anapohumizwa katika hisia za mapenzi ama anapoumizwa na mapenzi. Mwanadamu anapoumizwa na mapenzi, uwezi mtazama kwa uso ukaona huyu kwa hakika, ana huzuni ya mapenzi. Mwanadamu mtazame, moyo wake ndio unatoa hisia, na huzuni huja usoni ili ya kuonesha ya kwamba huyu kweli ana huzuni fulani. Unaweza ukatambua, unaweza ukakosa kutambua, kwa ya kwamba mwanadamu ana huzuni ya mapenzi na, na unapotazama watu wengi wanaokosewa aidha ni wasichana au wavulana, utakuta mtu anapoumizwa, unakuta ako na msongamano wa mawazo, na huu msongamano wa mawazo hauwezi uka ukawa na msongamano wa mawazo bila maumivu ya kalbi. Kwa hivyo kalbi ndiyo mkusanyiko wa maumivu yote katika kiwiliwili ya mwanadamu. Kwa hivyo unakuta mwanadamu, hata kama uko na furaha utakuta, niya, utakuta pia moyo huwa unakuwa na furaha. Mwanadamu unapokuwa na maumivu, pia moyo utakuwa na maumivu mwanadamu unapodungwa na mwiba au shindano kama nyinyi mnao unapouliza yule anayedungwa shindano huwa shindano hii anapodungwa huwa uchungu hata ukijichuna unakuta kuna msisimko fulani ama kuna hisia fulani huwa mshipa huo umeenda hadi paka kwa moyo kwa hivyo nakuta hili uweze kupata uchungu lazima uguze ule mshipa unaopeleka maumivu kwa moyo. Wale wanadamu wanaopata stroke ya moyo, stroke ya mwili, hayo yote yalikuja. Mwanadamu kupata stroke ya mwili haimaanishi, ukisikia upande huu umekufa, umeganda, hauna hisia tena, ina maana mshipa unaotoa damu na hisia na uchungu kupeleka kusambaratiza kwa mwili ama kusambaza kwa mishipa ya mwili huo, msipa huo sorry, huo mshipa umeganda, ama huo mshipa umekatika. Sasa haupeleki hisia tena na maumivu. Kwa hivyo, nakuta mtu aliyepigwa na stroke, eidha ya mkono, eidha ya saidi moja, hata ukachukua pango kakata, damu inaweza ikatoka, lakini ule mshipa, kwa maana, tayari wa maumivu ushakatika kwa hivyo mkono huu hautakuwa na maumivu yoyote, au saidi hii hata hisi chochote. Kwa hivyo unakuta huwezi ukasikia uchungu wowote, kwa maana mshipa unaopeleka damu ama uliounganishwa na injini ya kalbi ya kupeleka damu kwa mkono umeganda au umekufa. Kwa hivyo unakuta moyo ndiyo kila kitu katika kiwiliwili cha mwanadamu. Jambo la pili amba, ambalo ni la muhimu pia tutalieleza. Jambo la pili ni araas. Araas ni kichwa. Mwanadamu ameumbwa sehemu ya kichwa, yaani hiki ndicho kichwa ambacho kichwa hiki kichwa hiki kimebeba mkusanyiko wa viungu karibu ama zaidi ya thelathini na nne. Kichwa hiki ndiyo nayo pia imebeba kitu tunachoita tunachoitwa akili. Akili ya mwanadamu imekaa ndani ya kichwa boksi, kichwa ni kama boksi. kichwa ni kama toolbox ya kubeba tools za kusaidia mwili kupata fahamu. Unakuta akili bila kichwa haziwezi zikakaa. Unakuta mtu anakuuliza kichwa yako iko sawa, kichwa yako inafanya kazi? Kwa hivyo unakuta labda akili haifanyi kazi. Kwa hivyo hili mwanadamu, ili uweze kupata ubongo ulio sahihi, ama ubongo ulio saa ama waya zilio sahihi, lazima zikuwe ndani ya kichwa mawazo fikira. Kwa hivyo, kichwa naye pia ni muhimu kwa mwili wa mwanadamu, na kichwa, kazi ya kichwa ni kuwaza kupitia ubongo. Hauwezi ukafanya chochote, uwezi ukaplani chochote bila kufanya nini, kuwaza kupitia akili. Kwa hivyo, kichwa bi, ndiyo pia sehemu ingine, na tayari moyo ndio unaohisi Unaweza ukafikiria mbali. Kufikiria mbali, hauwezi ukafikiria kupitia moyo, bali moyo kazi yake ni hisia. Moyo unaweza ukafikiria kupitia akili ama kupitia kichwa. Ningehitaji ni kutoka niende mahali fulani, lakini moyo umekataa, huenda kukawa na nini na madhara. Kwa hivyo unakuta moyo ndiyo hubeba hisia za yani, una hisia za kichwa, yani kichwa kinabeba, kinawaza, alafu moyo unatatua matatizo ama unaleta hisia, na moyo unakuambia usiende mahali fulani. Moyo unakukataza, malaika wanakuzuia na kukulinda na madhara ambayo huenda yangeweza kukupata, na bado vile vile akili zikikueleza nenda kafanya jambo fulani kupitia akili moyo ukakukataza na ukashumu kupitia akili zako, unaweza ukaenda eidha ukagongwa, eidha ukapata madhara ambayo anaweza yakakuumiza, ili ukajutia baadaye ukisema, ngelaiti ningefata moyo singeweza kuumia. Kwa hivyo tayari utakuwa umetumia akili bila kutumia hisia za moyo. Kwa hivyo tutaguzia jambo lingine ambalo ni la muhimu baada ya kumaliza akili ama kichwa kwa maana kichwa ndiyo mkusanyiko pia wa kiwiliwili ya mwanadamu au ni kiungo muhimu katika kiwiliwili ya mwanadamu. Kwa hivyo unakuta pia kichwa inapogongwa utasikia maumivu kwa moyo na damu ikiingia kwa kichwa in, kuna mshipa unaotoka kwa kichwa ukielekea kwa moyo. Kwa hivyo unakuta damu inaenda hadi paka ya wapi? Kwa moyo, nenende na chafua, unakuta hati mtu ali gongwa na akili, damu ikafanya nini, katoka ikaingia kwa ubongo ikaenda kwa moyo, na akafanya nini, akafariki. Kwa hivyo kichwa pia ni kiwiliwili muhimu katika mwili wa mwanadamu. Jambo la tatu ni aljild, aljildi ni ngozi ambayo ya ngozi yani, aljildi ni ngozi ya mwanadamu, iko katika viungu mia tatu sitini na sita. Kwa hivyo viungu hivi aljild ni ngozi ambaye imevalia mwili wa mwanadamu kama vazi bora kwake. Kwa hivyo unakuta mwanadamu hata kama wewe una uchaji Mungu o hata kama umevaa mavazi kama haya, unaambiwa ni sawasawa na mtu ambaye yupo uchi. Kwa hivyo vazi la takwa la kumwogopa Mwenyezi Mungu ili uweze kustiriwa kupitia ndani ya mwili, yaani ustiriwe mwili wote, ili usije ukawa uchi. Na hii ngozi ni kama suti, kwa sababu unakuta mwanadamu ameumbwa na hii suti au na hii ngozi ambaye imefunika nyama za mwanadamu. Na hii ngozi ukiichimba kidogo, ukaitoa hii ngozi, utakuta nyama ya ndani itaumia kwa maana umetoa hii ngozi. Kwa hivyo umuhimu wa hii ngozi ni kuvisha, imevishwa na nyama na nyama imevishwa, imevishwa na ngozi. Na bila hii ngozi nyama itakuwa na maumivu, pia damu itatoka kwa maana hii ngozi imezuia damu. Hii ngozi imezuia nyama isioze. Hii ngozi imezuia vitu mingi ambayo viko kwa mwili ya mwanadamu na hii ngozi ndiyo imezuia hadi tupu ya mwanadamu, ili asija akasikia madhara. Ndipo unapokuta kuna wale wanadamu, unakuta kama sehemu za siri inapochipuka, inapochipuka hiyo ngozi ikitoka, aidha wewe mwana mvulano unapotayiri, wakitoa hiyo ngozi, lazima tena ngozi ingine ime upya ili ifunike hiyo nyama isije ikaoza wala isije ikawa na machungu na kupeleka madhara ya maumivu kwa kalbi ndani ya moyo. Alafu sasa pia nayo nakuta pia wavulana, vile wavulana na wasichana pia, unakuta ni vile vile. Pia unakuta unapochipuka mwili sehemu yoyote, lazima ukasikie uchungu au ukasikie madhara kwa sababu ngozi ina kazi yake muhimu. Bila ngozi mwanadamu hauwezi ukahisi, yani uwezo ukaishi, kwa maana ngozi ndiye imefunikwa ama ndiye imefunika nyama, ili nyama isije kaumwa na vidudu, ili nyama isiweze kuoza isiwoze. Kwa hivyo lazima ukipata madhara ya ngozi, lazima utafute tiba uweze kufunikwa na ngozi ingine. Unapotazama hapa ngozi ilikuwepo hapa lakini ikaondoka. Umeona, hapa ilikuwa ni ngozi, yani ngozi ilitoka, ikabakia nyama. Lakini ilifika wakati nyama bila ya ngozi, nyama iliweza kuoza hadi mpaka ikatoa usaa, hadi mpaka siku ambapo iliweza kuleta ngozi na kufunika, ili nikaweza kupata nafuu. So unakuta ngozi ina kazi yake muhimu katika kiwiliwili ya mwanadamu. Kwa hivyo leo tumezungumza katika hizi viungu tatu ambazo ziko kwa mwili wa mwanadamu, ni viungu muhimu na pia nitawaeleza nita wa, viungu ambazo zimesalia kwa viungu mia tatu sitini na sita. Tumezungumzia viungu tatu. Kwa hivyo ninawaomba muweze kufuatilia mawaidha haya ambayo iko kwa Mawaidha Media. Chanelo hii ni ya Kiislamu na inasukuma mawaidha yote kwa wanadamu au kwa ndugu wapenzi munaonisikiza na munaonitazama. Kwa hivyo usisahau kusubscribe ili tuweze kupata wafuasi zaidi ya elfu moja. Kwa hivyo naomba muweze kusubscribe, kulike pia na kushare, musisahau mawaidha media.